Wapo watu ambao wanasema kwamba oh, usiweke akiba wewe, wewe, wewe, sikiliza kwa makini. Watu wote ambao wanakuambia kwamba usiweke akiba, kuweka akiba, akiba sijui ni kukosa malengo, sijui ni kukosa akili, ni kukosa ufahamu, ni kukosa maarifa ya fedha, nisikilize, hao wote hawajui kitu. Sikiliza kwa makini, ni kweli kwamba kuweka akiba pekee hakuwezi kukufanya ukawa tajiri. Hilo nakubaliana nalo kwa asilimia mia moja. Lakini ukweli ni kwamba uwekaji wa akiba ni tabia za kitajiri. Benjamin Franklin aliwahi kusema kwamba watu wasioweka akiba hawana mbegu ya ukuu ndani yao. If you can't save then the seed of greatness is not in you. Maana yake nini? Moja ya tabia ya msingi sana katika swala zima la uchumi na fedha ni kuwa na tabia ya kujiwekea akiba. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Akiba inakusaidia kwanza, kujiwekea e, pesa kwa ajili ya malengo ya baadaye. Akiba inakusaidia kuweza kuwa na fedha ambayo inaweza ikakusaidia kunufaika na fursa za dharura. Kuna mtu utakutana naye anauza gari ya bei ambayo ni, ni nzuri, wakati huo amekutwa na changamoto, wewe unanufaika nayo, unaweza ukainunua na ukaweza pia kuiuza ukapata fedha ambayo inaweza ikawa ni nzuri. Kuna mtu mmoja aliposoma kitabu changu kinaitwa Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha alikutana na ujumbe uliokuwa unamwambia kwamba E, akiba sio tu ile pesa ya dharura, sio tu kwa ajili ya matatizo, ambapo tumekuwa tukiamini kwamba matatizo yanajitokeza, matatizo ya dharura ambayo unaweza ukayatatua kwa kutumia ile fedha ya dharura. Lakini kwenye kile kitabu nikiwa nimeeleza kwamba dharura zote sio mbaya, kuna dharura ambazo tunaziita positive emergency. Kuna mtu takutana naye ana changamoto yeye upande wake ni, ni, ni negative lakini upande wako ikawa ni positive, kwa sababu matatizo ya wengine wakati mwingine anageuka kuwa ni fursa kwa upande wa watu wa upande wa pili. Kwa hiyo kuweka kwako akiba kunaweza kukusaidia wewe binafsi kunufaika na fursa za dharura kwa watu ambao wamekutana na changamoto. Nakuta anauza kiwanja cha bei kubwa, lakini kwa sababu amepatwa na shida anauza kiwanja hicho kwa bei ambayo ni rafiki. Maanake wewe unanufaika na fursa ya dharura kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya faida ya kuweka akiba, lakini pia kuweka akiba kunatengeneza kuna, kuna namna unasikia vizuri, amani ya moyo. Kuna namna unasikia peace, amani ya akili, pia unasikia vizuri kwamba unaweka akiba unafedha mahali fulani. Mtu mmoja anaitwa Godis Rioongeza, wakati nasoma moja ya kitabu chake nilikutana ujumbe unasema hivi, akiba pesa unayoweka akiba ndiyo pesa unayoimiliki, lakini pesa ile ambayo unaitumia ile pesa sio ya kwako, maana unawapa watu wengine ndio maana kwenye kitabu cha The Richest Man in Babylon anasisitiza sana akisema kwamba akiba ni muhimu sana kwa ajili ya uwekezaji. Ndio maana anasisitiza kwa kutumia usemi unaosema jilipe mwenyewe kwanza, pay yourself first. Kwa hiyo ni lazima mtu uweze kujifunza misingi ya uwekaji wa akiba ili ikusaidie kibinafsi kujiimarisha na kujijenga na kuweza kufanya e, safari yako ya kuelekea kujenga uchumi iweze kuwa laini, kwa sababu moja ya faida nyingine ya kuweka akiba inaweza ikakusaidia kumiliki pesa ambayo hujawahi kuimiliki. Hebu fikiria hilo, yani akiba inakusaidia kumiliki pesa ambayo hujawahi kuimiliki, kwa sababu e, kuna kanuni kubwa mbili za ku, kukuza kipato au kuongeza fedha. Moja ya kanuni ambayo huwa inatumika ni kanuni ya kuweka akiba, kwa sababu kuweka akiba kunafanya kitu kinaitwa accumulation. Accumulation unafanya eh, kuongeza pesa kidogo kidogo, mwisho wa siku unaweza ukakuta mshahara wako labda ni laki tano kama unatenga labda laki moja moja kila mwezi, unaweza ukajikuta baada ya miezi kumi wewe umeweza kutunza milioni moja ambayo hiyo pesa huenda haujawahi kuimiliki au hujawahi kuwa nayo kwa wakati huo. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho kinaweza kukusaidia kushika au kumiliki pesa ambayo hujawahi kuimiliki, kuweka akiba. Lakini pia faida ya mwisho kwa leo akiba pia ni ni, ni, ni pesa ambayo inaweza ikakusaidia kufanyia jambo lolote la kimaendeleo. Inaweza ikawa ni kukuza biashara, inaweza ikawa ni kuanzisha biashara nyingine, inaweza ikawa pia ni kuongeza bajeti ya matangazo, inaweza ikawa ni kufanya pia uwekezaji, kuanzisha mradi mpya, inaweza ikawa ni kufanya jambo lolote ambayo inaweza ikasaidia kuongeza kipato. Ndio maana tunasema akiba ni mbegu, akiba ni mbegu ya kujenga utajiri. Kila mwenye ndoto za kitajiri lazima atakuwa na nidhamu ya kuweka akiba. Na wewe jifunze nidhamu hii, kwa namna yoyote ile itaenda kuya, kuyafanya maisha yako na safari yako ya mafanikio kuwa laini. Itakusogeza karibu na toto zako, itakusogeza karibu na malengo yako, itakusogeza karibu na maono yako. Na zaidi sana, akiba huwa inasaidia pia kuweza eh, kufanya vitu ambavyo ulikuwa uweze kuvifanya. Kuna wakati fedha ulionayo pekee au unaoipata kwa wakati mmoja haiwezi kusaidia kuweza kufanya vitu kadha wa kadha, lakini kwa kuweka akiba inakusaidia kutengeneza nguvu jumuishi ambayo tunaita uh, compounded energy au compounded effort, nguvu ya pamoja ambayo baadaye inaweza kukusaidia kufanya kitu kikubwa ambacho kwa wakati fulani ingekuwa ni ngumu kuweza kukifanya. Swali langu Je, we unaweka akiba? Tuna watu aina mbili wanaoweka akiba na wasioweka akiba. Wewe kundi lako ni lipi na unafikiriaje? Jitahidi sevu ujumbe huu, e, hu huenda utakusaidia kwa ajili ya baadaye, lakini msh, mtumia ujumbe huu mwingine ambaye huenda naye anasumbuka, wakati mwingine anashindwa kuweka akiba, ndio maana anakumbwa na mikopo ya hapa na pale ambao haina tija. Ndio maana moja ya faida nyingine ya ziada ya kuweka akiba inakusaidia kukulinda usiingie kwenye madeni yasiyo ya lazima wakati unapokuwa kwenye mazingira ya changamoto za hapa na pale. Jina langu naitwa Festo Amos, ni mwandishi wa vitabu. Nimeandika kitabu kinaitwa Nguvu ya Pesa, kingine kinaitwa Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha, kingine kinaitwa Mikopo na Madeni, kingine kinaitwa Sheria za Fedha na vitabu vingine kadha wa kadha. Kama ungependa unatamani kujifunza zaidi, au unatamani kupata kitabu, achukua namba kwenye profile ili tuwasiliane zaidi ili upate mafunzo mengine. Lakini pia kama unahitaji kuoda vitabu, mkoa wote, mahali popote, unaweza tukawasiliana kwa namba ambazo ziko kwenye profile. Usisahau kushare, ku like na ku comment kitu gani umejifunza, na kama pia una swali, unaweza kauliza. Lakini kama una nyongeza kuongezea kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ujumbe huu unaweza kaongezea. Na zaidi sana tuendelee kujifunza kwa sababu huwa anasema tunachokijua ni tone, tusichokijua ni bahari. Kama kweli tunataka kutengeneza maisha bora, lazima tujifunze kila siku. lenimoten mo, mo andelivuegataf Asante, tukutane wakati mwingine.